Kwenye dunia hii tunayoishi, huna pesa, huna madaraka, huna imani, huna elimu, huna tofauti na nyumbu wa porini. Kwa ni matter of choice, nyumbu hageuki kuwa swala, unaamua mwenyewe kujigeuza kuwa nyumbu mwenye unafuu. Yani huna fursa, fursa zipo. Huna mtaji na connection, kuna mtu anazaliwa na connection ndio maana ya watu kujifunza. Sisi tunashauri vijana miaka kuanzia sifuri mpaka ishirini na tano ni ya kujifunza tu, sikimbilie pesa, package yourself at that age. Jua umuhimu wa connection, jua elimu ya darasani unayo, alafu na elimu ya mtaani unayo, alafu ndio uanze kusaka hela. Kwa sababu fursa, connection hana na hajui kama zinahitajika, anadhani mtaji ni pesa. Mtaji sio pesa bro mtaji sio pesa, mtaji ni wewe mwenyewe kwanza. Hivi nimekutolea mfano hapa, kama kuna mtu amenunulia gari Nissan mpya, mimi nimetoa hela yangu thank you. Mtaji sio pesa ndugu, mimi niwe maskini afu kwenye simu yangu nimejaza maskini wenzangu. Faida yenu ni mbinguni, hapa duniani andikeni X <laughs> yani wewe ni maskini, ufukara, huna hela na watu wote ulionao kwenye neti wako ni maskini wenzio, basi mkae kufarijiana, but we never make anything Nafuta watu ambao hata ukipeleka shida yako itapata solution. Yaani, kwenye simu nina watu 200 wote nafuta, nabakiza baba na mama, naanza kusajili upya. Mimi ukiona mtu yuko hivyo simwambie aanze biashara, mwambie aanze kujifunza kutengeneza network. Mtu akikwambia sina mtaji, mwambie tatizo. Hata tukikupa milioni kumi hapa zitaisha. Jifunze kwanza, usikurupuke kukimbiza hela. Hela haikimbizwi, hela inamkimbilia aliyefanikiwa. Kwa hiyo anza kumfundisha kwanza, atakulaumu Mwambie kauze machungwa atakurudia, hana kitu na hela amempa mwenyewe. Kwa sababu kama hana uwezo wa kuona umuhimu wa network katika dunia ya leo ambayo unaweza kutengeneza hela toka Marekani na umekaa hapa. Hajui umuhimu wa network connection. Huyo ni mtu anatakiwa kufanya biashara kweli. Mwambie nenda kasubiri, ushabikie Chama cha Mapinduzi kule mtaani. You have no value. Huna credibility ya kuingia kwenye business. Sio kila mtu asiye na ajira afanye biashara. I'm telling you, mnadanganywa. There are people smart for business. Unataka kufanya biashara? Be smart. Kabla hujaanza kuuza machungwa, be smart. Kijua yasiponunuliwa, nitengeneza juice. Yasiponunuliwa, nichanganye na ukwaju. Yasiponunuliwa, nitengeneza supu, nichanganye na hiki na hiki. You be. Yaani, kwanza uwe smart, alafu ndio ufanye. Unajua, tatizo tunadhani watu wengi wanauza sina mtaji. Mtaji ni nini? Mtaji ni pesa. Sio kweli, mimi siamini kama hiyo. Kuna ukiwapa hela bro, weka gawa hela yako. Chukua hata milioni 10 gawa gawa. Aape mwaka mzima warudi. They will come to you with empty hand, na excuse nyingi na visingizio vya kutosha.